Tukisalia na hayo maadhimisho ya siku ya wafanyikazi katika Bustani ya Uhuru hapa Nairobi mwaka huu yaligubikwa na mvutano wazi baada ya shirikisho la waajiri nchini FKE kunyimwa fursa ya kuwahutubia wafanyikazi. Hatua hii imeibua atiati inayoendelea -ati kati ya waajiri na viongozi wa vyama vya wafanyikazi. Denis Otieno ana taarifa kamili. Kwa takriban miongo sita maadhimisho ya siku ya wafanyakazi nchini Kenya yanayofanyika kila tarehe moja Mei yamekuwa yakifuata utaratibu wa kawaida: wawakilishi wa serikali, vyama vya wafanyakazi na mashirika ya waajiri hutoa hotuba kwa wafanyakazi. Hata hivyo, mwaka huu shirikisho la waajiri Kenya FKE lilinyimwa nafasi ya kuhutubia hadhara. Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU, Francis Atwoli alishutumu hadharani FKE kwa kuhujumu serikali na kukataa kuidhinisha mikataba miwili muhimu ya shirika la kazi duniani ILO. Kotu inasisitiza kuwa kutotekelezwa kwa mikataba hiyo kumeathiri msimamo wa Kenya katika viwango vya ajira kimataifa. Rais William Ruto naye alijibu kwa ahadi ya kuchukua hatua haraka. Dr. Mutua and team, you know what you need to do. So that when we come here next year, we will report to the Kenyan workers that we have ratified and we have concluded our work. Kwa upande wake, FKE ilieleza masikitiko yake kwa kunyimwa jukwaa la kitaifa ikitaja hatua hiyo kuwa si ya haki na inayokinzana na maadili ya mazungumzo ya kijamii. FKE pia ilitumia fursa hiyo kuangazia changamoto zinazowakabili waajiri ikiwemo kodi za juu na hali ngumu ya kiuchumi. Licha ya tukio hili, mkutano uliendelea jinsi ilivyoratibiwa. Hata hivyo, kutosikika kwa sauti ya waajiri humu nchini kumeleta pengo kubwa, kwani wao ni wadau wakuu katika kusuluhisha matakwa ya wafanyakazi. Denis Otieno, runinga ya Citizen.